Rais wa Marekani Donald Trump, wakati akitoa hotuba yake katika Bunge la Israel leo Jumatatu, Oktoba 13 mwaka 2025, alikumbana na upinzani usiotarajiwa ulioleta usumbufu mfupi kwenye hotuba hiyo ya kihistoria. Mbunge mmoja wa Bunge la Israel alionekana kuonyesha upinzani kwa njia ya uwazi wakati Trump alipokuwa akihutubia. Kwa ghafla, mbunge huyo alisimama na kuanza kuonyesha ishara ya kutoridhika na maudhui ya hotuba, jambo lililowafanya maafisa wa usalama kuingilia kati mara moja. Mbunge huyo alifurushwa kwa nguvu kutoka ndani ya ukumbi wa bunge, hatua iliyosababisha ukimya na mshangao miongoni mwa wageni na wabunge waliokuwepo. Tukio hilo lilionekana kuwa ni ishara ya upinzani wa kisiasa na msimamo mkali wa mbunge huyo dhidi ya sera na ujumbe wa Trump ingawa sababu halisi ya kitendo chake hazijafahamika rasmi, wachambuzi wa siasa wanahisi kuwa ni mfano wa tofauti za maoni ndani ya bunge kuhusu uhusiano na mikakati ya Marekani dhidi ya eneo la Mashariki ya Kati. Baada ya kuondolewa kwa mbunge huyo, hotuba ya Trump iliendelea bila matatizo zaidi, akisisitiza umuhimu wa ushirikiano wa kimkakati kati ya Marekani na Israel pamoja na kuhimiza usalama wa taifa hilo katika muktadha wa changamoto za kimataifa. Tukio hili limeibua mjadala mkubwa huko, baadhi wakilipongeza kama ishara ya uhuru wa maoni ndani ya bunge na wengine wakilalamika kwa kuangalia kuwa ni tukio lisilostahili katika heshima ya hotuba ya mgeni rasmi na heshima ya taasisi ya bunge. Mamlaka za usalama bado hazijatoa taarifa rasmi kuhusu hatua zinazochukuliwa dhidi ya mbunge huyo.